Nawapenda sana wanangu, mnaika juu, asante kwa ubunifu sawa. Jamani, aleluya. Nawapenda wanangu wazuri. Nili wa misi jana, nadhani na viongozi wetu walitusangazia. Nikamaliza tu ibada pale kanisani jioni Alhamisi kwao, nikawa kule kwake, na usiku saa saba jana ndio nimeanza safari kutoka Dodoma, nimefika asubuhi hapa e. Nikasema naomba Mungu nisimisi hapa jamani, haleluya e. Kwa hiyo basi naomba sasa tuketi katika uwepo wa Bwana na Namshukuru Mungu sana kwa yote ambayo anayatenda kwetu sote. Na mara viongozi wamekwisha kuomba kwa ajili ya neno na namshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu wote. Tulipoanza tulikuwa na somo la muhimu nyeti sana, somo ambalo ni uti wa mgongo wa masomo mengine yote yaani hilo somo la uungu wa Mungu wa Biblia. Ndio mkongo wa kiroho, ndio mkongo. Hapo ndipo mambo yote yanatokea, hapo kwa Mungu. Mungu ndiye chimbuko la vitu vyote vilivyo vyema masomo mengine yote lazima yamreflekti ya huyu Mungu. Somo la maombi limreflekti Mungu, somo la utoaji limreflekti Mungu, somo la maadili limreflekti Mungu, somo la uchumi kwa mujibu wa vigezo vya biblia limreflekti Mungu, kila somo uimbaji umreflekti Mungu, maubiri yamreflekti Mungu, tabia, maisha, mwenendo, usemi, imani, usafi vimreflekti Mungu. Yani, yeye ndiye kiini cha mambo yote. Tukimkosa kumfahamu huyu, tumekosa kufahamu vyote. Na tukasema kwenye somo lile la uungu wa Mungu wa Biblia, huyu Mungu mmoja na wa kweli na wa pekee asisitiza sana kwamba huyu Mungu ni mmoja anayejidhihirisha katika nafsi zake hai tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yeyote anayekataa asili ya Mungu huyu, yeye anaamini miungu, anaamini miungu ya kutengenezwa na kuchongwa the gods fashioned by men our god never fashioned. he was never fashioned he is the creator god the creator of heavens and the earth kwake huyu tunaenda na tuna uhai kwake huyu tunaishi kwake huyu sisi tunakuwa ni kitu bila yeye tumekwisha. Akatuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Andika sura yake, maana yake nini? Huwa napenda kusisitiza eneo hili, tusifanye makosa Mungu kamuumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Hayo mambo mawili: moja, sura yake; mbili, mfano wake. Sura yake maana yake ni nini? Moja, sura yake maana yake ni maadili ya Mungu, ndio sura yake. Mbili, sura yake maana yake asili ya Mungu. Tatu, sura yake maana yake tabia za Mungu.

moral nature and character that's together, all of them are called the image of God. Na mwanadamu Adamu Hawa Adamu, na, na, walipomtenda Mungu dhambi, Adamu na Hawa kilichotokea ni kwamba walichokipoteza, waliipoteza sura ya Mungu. Sura ya Mungu ilipotea Dhambi inaondoa sura ya Mungu kwa mtu, na ndio maana tuna somo la utakatifu, lakini pia na jinsi ya kumpata mwenzi wa maisha. Hilo ndio somo la leo. Naanza na utakatifu kwanza, alafu naenda jinsi ya kumpata mwenzi wa maisha, jinsi ya kumpata mke na jinsi ya kumpata mume. Haleluya, najua hili ni eneo linagusa maisha yako kabisa. Huwezi kukwepa, labda kama ulizaliwa ukiwa toashi. Toashi maana yake yule ambaye hana uwezo wa kuzaa na ha, na wala hawakitamaa ndio toashi. Kuna toashi aina tatu: moja, toashi wa kuzaliwa; mbili, toashi wa kutengenezwa, yani wanakuchukua, wana wanakuasi, unahasiwa kama beberu, alafu toashi wa tatu ni yule ambaye analazimishwa kuwa toashi nje ya yeye asili yake kuwa, asili yake ana uwezo wa kuzaa, lakini anaambiwa kwa mujibu wa sheria ya hiki na hiki na dini yetu, huruhusiwi kuoa wala kuzaa. Lakini ana uwezo wa kuzaa, analazimishwa kuwa towashi kwa mujibu wa sheria za dini hao ndio matawashi wakuu watatu kwenye Bibilia. Moja wa kuzaliwa, anazaliwa hana uwezo kabisa. Tawashi mbili, yule ambaye analazimishwa anatendewa tendo la kuhasiwa asiweze kuzaa, na hiyo ilifanyika hasa wakati wa ufalme wafalme walipochukua watendakazi na wafanyakazi ndani ya ufalme waliwahasi, unaasiwa na kunyang'anya uwezo wa kuzaa ili kwamba utumikie kwenye ufalme moja kwa moja. Mambo ya kuomba maternity leave hakuna. Hiyo kwamba mke wangu ana ujauzito, naomba ruhusa nikamwangalia, hakuna. Huku kazi unamwachiwa nani? Nimekuweka hapa uwe muoka mikate, utengeneze juisi ya mfalme, alafu unaomba ruhusa uende mke wako sijui anajifungua, nani atengeneze huku? Wanakutoashi alafu unakaa hapo milele, jina la Yesu. Hapa Huyu Mungu ametumba kwa sura yake, manake nini? Sura yake manake nini? Yani imeshafundisha alafu natunga na mtiania. <laughs> <laughs> Sura ya Mungu ni nini wanangu? Nimesema ni vitu vitatu kwa mara moja, jamani, haleluya. Na Mungu ni Mungu wa utatu, alafu bado ni mmoja hai na ni mmoja, lakini sura ni moja ya Mungu ina vitu vingapi? Cha kwanza ni nini? Maadili ya Mungu tulikuwa nayo kabla tujaanguka, tulikuwa tunatembea katika maadili yake mule mule. Mbili, sura ya Mungu ni nini? Tulikwenda kwenye necha yake, kwa mawazo, kwa maneno, kwa kabla ya anguko. Namba tatu, sura ya Mungu maana yake nini? tabia kabla ya anguko tulikuwa mule mule kwenye tabia ya Mungu. Dhambi ilipokuja ikaharibu ikatuondolea sura ya Mungu, tukawa na maadili ya kishetani, tabia ya kishetani, asili ya kishetani. Na Yesu amekuja kuondoa za kishetani arejeshe za Mungu mwenyewe, na tumeokoka jamani, haleluya. Hicho ndicho kinachofanyika Kwa anasema tu, tumeumba kwa sura ya Mungu. Moja, hiyo tumeshamaliza kuelezea. Mbili, kwa mfano wake. Mfano wake maana yake ni nini? Mfano wake ni kwamba alituumba tutende kama yeye anavyotenda, yani utendaji wetu uwe sawa na wakwake na ndio maana katika viumbe vyote vilivyoumbwa mwanadamu ameumbwa bora kuliko viumbe vyote, na akawekwa kuwa, tukawekwa kuwa juu ya uumbaji wote. Na kwa sababu hiyo ndio maana sisi pekee yetu viumbe, sisi tu ndio tuliopewa mamlaka yake na kutawala ndege wa angani, samaki wa kwenye wanata, ma maji, wanyama wanaotembea, watambahao na wanaotembea, na kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa sio tu sura yake, lakini tutende kama yeye anavyotenda. Tumevalishwa jukumu, tukalipewa jukumu la, la utawala, jukumu la kutawala. Yani badala ya yeye atawale ametukasimu ule utawala, na ndio maana ni muhimu sana, tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, kwa sura yetu God's moral nature and character. Alafu kwa mfano t, maana yake atende kama sisi ndio tumetenda. Tulijifunza kwa habari ya Mungu wetu huyu, tukasema Mungu wetu ni Mungu tata, huwezi ukamwelezea ukammaliza, uwezi ukamjifunza ukammaliza. Ukiwa bado kwenye mwili wa namna hii wa duniani, huwezi tutaweza kumwelewa kikamilifu baada ya kuvua huu mwili na kuvikwa miili ya mbinguni. Tukiwa na miili ya asili yake, miili ya mbinguni, tutayaelewa yote, tutayajua yote. Maandiko yanasema tutamwona kama alivyo, atakapofunuliwa tutamwona kama alivyo. Ila kwa sasa huu mwili una ukomo, akili zenye ukomo, ubongo wenye ukomo, tafakuri zenye ukomo, mpaka maisha yetu yana ukomo hapa duniani. Kila kitu kina ukomo. Hatuwezi kumwelewa huyu Mungu ambaye hana ukomo tukiwa kwenye miili yenye ukomo. We cannot study the infinite God using our finite minds is totally impossible. You, we cannot. Tutamwelewa na tunamwelewa huyu Mungu katika parameters za Biblia ambazo ameziruhusu tumfahamu na kwa kumfahamu kwa kiwango hicho kinatutosheleza sisi kuokoka na kuingia mbinguni. Amen. Jamani, haleluya! Ule ufunuo ambao Mungu amejifunua kwetu kupitia maandiko, yeye ni nani, anafanya nini inatosheleza sisi kumfahamu, itupelekee kutubu dhambi, kuokoka na tuingie mbinguni. Tukishaingia kule, tutamwona kama alivyo. Isaya 48 mstari wa 16. Naendelea kubrashi kidogo somo lililopita lile la utatu mtakatifu, nikasema adui anaelewa nguvu yetu ipo kwenye kumjua Mungu, mm. Tukimjua huyu Mungu wetu vizuri tutaenda sawa sawa tutamwabudu sawa sawa, tutamtumikia sawa sawa. Majaribu yakija tutayashinda sawa sawa ila kwa mbaya mfahamu huyu Mungu vizuri atamchukulia kiwepesi atachukulia amri zake kiwepesi maelekezo yake kiwepesi, yani atafika sehemu ya kubagain maamrisho ya Mungu huyu. Lakini anayemfahamu huyu Mungu yupo tayari kusimamia alichokisema Mungu hata, hata kufa. Yuko tayari, hata kufa kwa sababu anamfahamu huyu Mungu jamani. Haleluya! asiyemfahamu Mungu wetu huyu anaweza akamchukulia kikawaida na akaishi kikawaida na akaishia kikawaida na majaribu madogo madogo yakamzoa yakamwondoa kwenye reli kabisa. Majitu ya imani yaye yalimjua sana Mungu huyu, ndio maana yalikuwa tayari kufa yakisimamia kile ambacho Mungu amekisema. Isaya tuisome 48:16 kwa haraka mara moja. Na mmoja andaye waraka wa kwanza wa Yohana tano na mstari wa saba ukipenda unaweza ukaongeza na mstari wa nane 48:16 Isaya. Ndio. Nikaribieni. Ni karibieni. Sikieni haya, sikieni haya, kwa siri. Tokea mwanzo sikunena kwa siri, tangu yalipokuwapo ya mimi nipo na sasa Bwana Mungu amenituma na ya Roho yake wanangu, hiyo ni Biblia, ni moja ya maandiko mengi sana ambayo siko hapa kwenye ile zile siku mbili za semina maalum kwa ajili ya Mungu wa Biblia, asili yake na utendaji wake. Lakini nataka nitumie hili nikukazia ya kwamba ni hatari sana kama mtu ana imani tofauti na hii ambayo Yesu mwenyewe anaongea tangu Agano la Kale, alafu utaandaa Isaya sitini mstari wa kwanza peke yake Yesu anazungumza hapo akiwa agano la kale, hata hajazaliwa bado. <laughs> Anajifunua, anajifunua yaani, Bwana Yesu anajifunua yeye ni nani, anaweka wazi asili yake ni ipi, anatufundisha mungu wetu yukoje. Anasema tokea za mazile, nilishaongea, nilishasema nilishasema niliongea, nilitenda, na sasa nipo. alafu akimaliza, anamrifaa Baba kwamba amenituma okay. tena amenituma kwa mtindo gani? kwa Roho wake anayeongea hapo ni mwana Yesu huyu, alafu anamrifaa, nimetumwa na Baba, lakini anasema ninaweza kwenda nilikotumwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Utatu hapo. Hata kama jina neno utatu kwenye Biblia ndani halimo, konsepti ya utatu imejaa kuanzia Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka Ufunuo Mungu wetu. Kuna wanaosema hapana, Mungu ni mmoja, nasi tunasema Mungu ni mmoja. hana nafsi tatu? Tunakuambia anazo tatu. Baba mwenyewe amekiri yuko Mwana na Roho Mtakatifu, Mwana amekiri yuko Baba na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu amekiri yuko Mwana yuko Baba ndani ya maandiko. Kuna wanaosema hapana, tunaamini Mungu mmoja, lakini huyo huyo anajigeuza anakuwa mwana akiona niaje niaje, anajigeuza anakuwa Roho Mtakatifu. Hebu tutupotezee muda hapa, Mungu ajigeuzigeuzi. Hiyo tabia ya kujigeuza inaitwa modelism, yani anakuwa model hii ya Baba, baadaye akichoka, anaona ah, niwe model ya Mwana alafu niwe model ya Roho Mtakatifu. Ukishasema hivyo umepingana na maandiko zaidi ya mia moja na arobaini kwenye Bibilia. Kama baba anajigeuza kuwa mwana, ndio akaja duniani, alimwacha nani mbinguni? Na alipokuwa amekuja huyo baba akajifanya mwana, ameacha mbinguni empte, akabatizwa huyo baba aliyejifanya mwana, alafu alipotoka kwenye maji hiyo sauti aliyoisikia kule juu ya baba ni upi mwingine? Na roho Mtakatifu aliyeshuka juu yake ni upi huyo? Kama, kama ndio huyo anajigeuza kuwa kitu kingine ana, ana, ana, yaani baba anakuwa tu mwana hivi akitaka na afa anakuwa hata roho Mtakatifu yaani akitaka. Maandiko yanakataa, yanakataa sitini mstari wa kwanza Isaya pale pale ndio, ukishafahamu ukweli huu uondoke ukaangazi. Usi, usikae kimya, fundisha somo hili jamani. Haleluya. Amen. Yeah. Wafundishe wa ndugu wafundishe waongofu wapya wafundishe waliokoka zamani fundisha kanisa la Bwana, waambie ukweli wa asili ya Mungu wetu. Tukipotezwa kwenye asili ya Mungu wetu, tumeondoka jumla, tunakuwa kitu kingine kabisa. Niliwapa waraka ah, wa kwanza wa Yohana 5:7, Eh, hebu naomba si ndio? Naomba tumalizie hapa 5:7 inasema; alafu twende kwenye somo letu la utakatifu mara moja mara chapo hapa. 5:7 inasema, naye Roho ndiye ashuhudiaye kwa sababu roho ndiye kweli. Hebu nienda mstari wa nane, nane eh. Kwa maana wako watatu wa shuhudi yao mbinguni Baba na neno na neno, na Roho Mtakatifu, nao watatu ni mmoja. <laughs> Wako watatu wa shuhudi yao ni, hii ni Bible, sio daily news magazine. Wako watatu washuhudi yao mbinguni, wako watatu wa shuhudi yao mbinguni, na aliyeandika hii amevuviwa na Roho Mtakatifu kuandika maneno ya Mungu kwa lugha za wanadamu ili tuelewe, na akasema hao watatu ni mmoja kwa kanuni ya Mungu ile ile ya ndoa kwamba Mungu anaunganisha mtu mme na mtu mke, na alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha. Akasema hao walio sio wawili tena bali ni mwili. Hata kama unamwona mwanaume yule kule ameenda mjini kuhemea, mwanamke yuko nyumbani, lakini hata wao wao mbali vipi, kama amefunga ndoa ni mwili kwa kanuni ya Mungu. Na kanuni hiyo hiyo ndio kanuni ya Utatu Mtakatifu, unamwona Mungu mmoja, lakini nafsi zake hai tatu kuna utatu ndani ya umoja na umoja kwenye utatu, there is oneness in trinity and trinity in oneness. Na hiyo inamfanya Mungu wetu awe juu ya miungu yote, anakuwa complicated god, na nampenda Mungu complicated. Ka Mungu kanako ka Mungu ambako kwa ka define sikataki mimi yako Yani, ka Mungu ambako unaweza ukaka define yani ukakaandikia hata introduction, alafu hadi ukaka conclude. Sasa hapo ka Mungu mimi sikataki, nataka Mungu ambaye ukimtazama hivi ni tata, yes, jamani, haleluya yes. Mungu tata ndio Mungu, na hiyo sifa ya utata ndio imemfanya Mungu wetu stand out awe tofauti na miungu mingine yote. Amen. Ukiondoa hiyo sifa ya utata anageuka kuwa miungu na Mungu wetu sio miungu. Jamani, aleluya! hey, iko hivyo. Twende kwenye utakatifu sasa. Utakatifu nilikuwa na, na brush, brush tu somo lilo pita, tujikumbushe kidogo, halafu tuendelee utakatifu.